Enda kufanya kazi ya ujenzi wa reli ya kisasa kuanzia kule, kuanzia kule Arusha kwenda, kwenda, kwenda Msoma. asante sana mheshimiwa. La mwisho la mwisho mwenyekiti, mwenyekiti, nusu dakika ni kwamba nimemwona hapa Kaimu Waziri Mkuu mzee wangu Mkuchika, niseme tu jambo moja, wizara ya Katiba na Sheria walikuja na kampeni ya Samia ligo kampeni. ninaomba Uh, msimamizi wa shughuli za bunge za serikali hapo bungeni siku ya tarehe kumi na tano mwezi wa sita elfu mbili na ishirini na tano, dabi ya Simba na Yanga tuipe jina ya Samia dabi kampeni ili tuendelee kumuunga mkono Mama Samia ili tuendelee kuunga mkono michezo katika nchi yetu. Nichukue hilo kaka yangu, mzee wangu Mkuchika, nipeleke mje na mje na mpango mje na Samia dabi kampeni. Asante na ambaye hatapeleka timu tutaona hata matatizo. Baada ya kusema naunga na mkono mchezi mkono, asante sana, ni mtaje mheshimiwa Amina Ali mzee, Mheshimiwa Francis Kumba Ndulani ajiandae.